Gesi ya taifa gesi katika mitungi ya kilo sita pia ina changamoto kwa wateja, sababu kuna mitungi iliyoandikwa namba 14 including gesi pamoja na silinda alafu kuna mitungi iliyoandikwa namba 15 including gesi pamoja na silinda. Sasa watu hawateja hawataki mitungi iliyoandikwa namba 14, wanataka mitungi yenye namba 15 tu wakijua kwamba ndio gesi ina gesi nyingi zaidi, na kumbe chuma ndio kimeongeza uzito, sio ujazo wa gesi za gesi hilo pia ni changamoto kubwa sana kwa wateja. Naomba yule atusaidie katika hilo pia. Kisha wananchi kuhusu mitungi, wanarudia sana kwamba mitungi ya zamani wanataka mitungi misafi. Mitungi ya zamani iko iko clear. Naanza na watu wa zimamoto. Watu wa zimamoto mara nyingi sana shida zikitokea mitaani tukiwapigia simu hawafiki kwa wakati. Alafu isitoshe wanakuja na maji kidogo, inakuwaje watu wa zimamoto swala? So, langu la kwanza. La pili tulikuwa tunaomba sana watu wa EWURA msimamie gesi kwa sisi wa mama wa majumbani, bei iwe tafifu ili tuwe tuwe tuwe na uwezo wa mama wa majumbani na kina mama lishe tuweze kumudu kwa bei ya chini, maana kuchelewa kwa kupata taarifa siyo hiyo ndio inasababisha sisi tuelewe kuja kwenye wa nchi, na maana once tukio limetokea once tukio likiwa bado lipo changa, si ndio? Hakikisha unatupa taarifa kwa muda sahihi na wakati sahihi, si ndio? Hiyo changamoto ya kwanza. Ishu ya pili, si ndio, tunasema ni uelekezaji umekuwa ni mbovu na mbaya, si ndio? Just imagine moto umetokea hapa, lakini huyo mtu anakuelekeza ni kwamba lazima uzunguke uzunguke ndio uje hapa, si ndio? Mfano mzuri ishatokea ya moto mnunguna hii ya mjini, si ndio? Kumbuka hizo mnunguna zipo mbili, kuna ile ya kijijini na kuna ile ya mjini. Lakini mtu anakwambia mnunguna yenye lami ndio inawaka moto, hapo unaelewaje? hasa yenye lami maanake utaenda kule ya ile Mwanza Road, si ndio? Hasa mpaka uende kule uje ukumbie mnunguna mjini urudi, hapa moto ukusubiri? na maana lazima tuwe na utaratibu mzuri wa kuelekeza kusudi, kwamba msitupoteze na hisi tuweze kufika kwenye tukio kwa muda mwafaka, kwa sababu askari wapo 24/7 wapo masaa 24 standby wakisubiri simu zenu, wakisubiri hizo lakini wakisubiri, mnaona tumechelewa kutupa taarifa kwa wakati sahihi na muda sahihi, si ndio? Unapata? Hiyo swali lako la kwanza nimekujibu. Na swali la pili, wewe unasema kwamba sisi kwa tunajua tukio bila maji, si kweli, si kweli. Ile gari yetu pale kituoni ina ina maji masaa 24. Hata sasa ukienda pale kuna maji, si? Lakini sasa ni kwa nini watu wanasema tunakuja na tukio bila maji? Ndio kwa sababu hii hapa. Ile gari yetu pale ni mtambo. Ni mtambo, si aakuona ni gari sema, ni mtambo wa kuzimia moto. Aliti gari naitwa mtambo wa kuzimia nini. Jina mimi naitwa Hawa Shani Luweno. Mimi ni meneja wa kanda, kanda ya kati EURA au Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji. Leo tuko kwenye ukumbi wetu hapa Singida mjini. Tumetoka kuonana na wadau wa hapa Singida mjini kuhusiana na matumizi salama ya gesi ya kupikia inayojulikana kwa jina la kitaalamu ya liquefied petroleum gas au kwa kifupi LPG. Tumefanikiwa leo kuonana na wadau wengi tu kutoka mji wa Singida. Tumeonana na kina mamalisho, wawakilishi wa wanachama wa bodaboda lakini pia tulikuwa na wadau kutoka zimamoto na pamoja tulikuwa na wale wasambazaji wakubwa wa gesi ya LPG pamoja na wale wasambazaji wadogo. Lengo kuu la kikao ambacho tumekifanya leo ilikuwa kujadiliana juu ya matumizi salama ya gesi hii ya kupikia, lakini pia kupokea maoni kutoka wadau wa msingida mjini juu ya uelewa wao na changamoto zozote ambazo wanazipata katika kutumia hii gesi. Nashukuru sana kwa kweli kitu ambacho tumekiona kutoka kwa wadau wengi ni kwamba hii swala la kutoa elimu ni endelevu. Ni lazima tuwe tunaendelea kufanya hivi vikao kazi katika kusaidiana na kutoa elimu juu ya haya matumizi salama. Watu wa, wadau wengi sana leo wametushukuru sana. Walikuwa kidogo wana kutokuelewa namna ya kutumia salama hizi mitungi yetu ya gesi tumewaelewesha kwamba namna ya kuhifadhi vizuri hiyo mitungi ya gesi, namna ya kutumia gesi mtungi wa gesi vizuri, namna ya kutambua je, kama mtungi wa gesi unavuja au hauvuji ufanye kitu gani. Kama kukutana na hiyo tumetoa namba za simu za, za kupiga, kama dharura ikija ikatokea. Tulipata wadau hao watu wa zima moto wakashauri kama, kama kuna dharura ya moto wapige ile namba yao ya simu ya 114 lakini pia upande wetu wa EWURA nita, kuna ile namba ya sifuri mia nane kumi na moja sifuri sifuri thelathini. Kwa hiyo tunawashukuru sana wote ambao walifanikiwa leo kushiriki katika kikao chetu, na naamini kabisa kwamba sisi kama EWURA tutajitahidi kuendelea kutimiza ule wajibu wetu wa msingi wa kuendelea kutoa elimu kwa huduma kwa umma wetu wote, lakini pia kulinda mazingira na kutunza mazingira kwa namna ya kwamba tuendelee kuhamasisha utumiaji wa gesi nishati ni safi kwa maana ya hii gesi ya kupikia na tuendelee kushirikiana. Asante sana. Mm, maoni sanamaoni yalisema kwamba msogeze huduma hiyo elimu vijijini. Mm, tunajitahidi sana kwa sasa hivi tunashirikiana na hizi kampuni ili waweze kuendelea kutoa elimu na pia kusambaza hiyo huduma kama unavyosema. Katika kikao niliwaambia kwa mfano viwadau leo kwamba ofisi ya kanda ya kati inasimamia mikoa minne kwa maana kwamba ni Iringa, Singida, Dodoma na Morogoro. Katika hii mikoa, sasa hivi sisi kitu ambacho tunakifanya ni kwamba tunahamasisha na hawa wasambazaji wadogo ili waweze kuendelea kusambaza hii huduma kwenye vituo vidogo, na tunajaribu kutoa ile elimu, umuhimu wa kuwa na mkataba kati ya yule msambazaji mdogo na yule msambazaji mkubwa ili waweze kupeleka hiyo huduma kwenye ambazo, hivi sehemu ambazo ni kama vijijini ambapo labda kwa sasa hivi hii huduma bado haijapatikana. Lakini kimsingi sisi wajibu wetu kama EWURA eh, wajibu wetu mmoja mkubwa sana ni, wajibu wa kuchochea upatikanaji wa huduma hizi muhimu. Kwa hiyo nadhani tutaendelea kama EWURA kushirikiana na hizi kampuni wa wasambazaji wale wakubwa ili kuhakikisha kwamba hii huduma muhimu sana inaendelea kupatikana katika haya maeneo ya vijijini. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama Cales TV kila siku.